Yes, hapo uko poa kabisa mwana sawa sawa digital na unaendelea vizuri kabisa na harakati za e, maisha. Lakini leo niko na story ya moja kati ya marapa ambao wanapatikana kutokea kule nchini Marekani and e, kumekuwa kuna matukio mengi ambayo yanakuwa yanafanya na kuna ile ambayo amelifanya Kodak Black, ni moja kati ya matukio ambayo e, hata e, Drake pia ameyafanya lakini pia ni mtu ambaye ana, ana tabia ya kuweza kuyafanya. Lakini ninamaanisha kwamba e, kutoa misaada kwa baadhi ya watu ambao wanakuwa wanashindwa kuweza kupata vitu fulani. Drake amekuwa ni moja kati ya watu ambao pia wanafanya vitu hivyo. Sasa Kodak Black eh, na yeye pia ameweza kuonyesha upendo wa dhati eh, kwa mashabiki lakini pia katika jamii yake kwa kuwalipia kodi nyumba eh, za zaidi ya wakazi 200, yani watu 200 eh, wameweza kulipiwa kodi na umshikaji kutokea huko nchini Marekani eh, kwa eneo la Golden Acres eh, kwa miezi miwili mfululizo, kwamba watu zaidi ya 200, kila mmoja wao ameweza ku, eh, ku, kusaidiwa au kupewa kodi ya miezi miwili miwili kila mmoja ndani eh, katika nchi hiyo ya Marekani. Sasa taarifa hiyo ambayo ililetwa na Vince Thompson e, kupitia mitandao ya kijamii alieleza kuwa licha ya Kodak e, kutokana na umaarufu wa tendo hilo e, amekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi. E, Thompson e, aliandika kwamba alikuwa alikuwa ameandika katika mitandao ya kijamii I mean kwamba alikuwa ame-publish kila moja ameweza kuona. Lakini sasa watu wengi huangazia mabaya lakini mimi naangalia mazuri wanayoyafanya. Wewe ni baraka eh, kwa jamii. Mshikaji alikuwa ame-post ujumbe na kusindikiza kwa caption hiyo na kuambia kwamba watu wengi huwa wanaangalia kwenye mabaya tu lakini hawaangalii mazuri ambayo anakuwa anayafanya. Wewe ni baraka eh, kwa jamii, akimaanisha Kodak Black. Sasa wasanii eh, wana nafasi kubwa sana ya kuweza kuleta mabadiliko chanya kwenye maisha eh, ya mashabiki wao eh, kwa kuweza kusaidia katika mahitaji maalum kama kulipa kodi, elimu, matibabu na vitu kibao ambavyo vinakuwa vinatokea. Sasa Kodak Black amekuwa ni mtu ambaye pia ameweza kuwasaidia, imagine watu zaidi ya 200 kuweza kuwalipia miezi miwili miwili ya kodi katika nyumba ambazo wanakuwa wanaishi. Kibongo bongo hivi unafikiri ni msanii gani kama sawa sawa Digital Hope, tunakuwa tunakupatia updates zote ambazo zinakuwa zinapatikana kutokea Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kusubscribe channel yetu, kwa sababu hapa ndipo ambapo utakuwa unapata taarifa zote kwenye Instagram, Facebook pamoja na X bila kusahau YouTube. Ukisubscribe utapata update zote ambazo unazipata eh, kutokea hapa hapa, eh, Sawa Sawa Digital. Tunakuambia habari kingine njiani mwako.